Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba chochote ila kina neema au kina baraka, ima kwa waja wake wote au baadhi yao. Pia Allah subhanahu wa ta'ala ameumba dhiki kuwa ni neema, ima kwa wenye shida au wasio na shida. Hata maumivu ya yani ya kafiri juu ya moto wa Jahannam, ni neema lakini kwa waja wengine, maafa ya baadhi ya watu ni faida wengine. Dada zangu katika imani, lau Allah subhanahu wa ta'ala asingeumba adhabu na maumivu, wale walio katika neema wasingelijua ukubwa wa neema yake juu yao na neema nyingi zingepuuzwa. Kwa hiyo, dada zangu katika imani, yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliumba mambo yanayopingana kwa sababu nyingi, ili kutia ndani elimu na baraka. Na lau kama si usiku yani si usiku, yani ukubwa wa mchana usingelijulikana. Lao kama si usiku, ukubwa wa mchana usingelijulikana, na lao si maradhi, kiwango cha afya hakinge e, yani julikana. Hali hiyo hiyo inatumika kwa umaskini, mbingu na pepo. Dada zangu katika imani Furaha ya watu wa peponi inazidishwa ikiwa watafikiria maumivu ya watu wa motoni. Hakika miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, au miongoni mwa neema za watu wa peponi ni kuwaona watu wa motoni na adhabu waliomo ndani yake, huku wakijua kwamba kila balaa yani analoweza mja kuiondoa ha, yani haamrishwi kuivumilia, bali ameamrishwa kufanya nini kuiondoa dada zangu katika iman. Uh, miongoni yani zifatazo ni uh, faida za maradhi katika uislamu na miongoni eh, mwa faida za maradhi eh, katika Uislamu, kwanza kabisa ni kuisafisha nafsi, yani maradhi inapelekea yani kuisafisha nafsi na kuitakasa na maovu na maovu yaani ndani yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya Quran sura su uh, yani Ashura aya ya thelathini, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum aidikum wayafuan kathir. Na misiba inayo yani kusibuni ni kwa sababu ya vitendo vya Yani, mikono yenu, naye anasamehe mengi. Dada zangu katika imani, basi mja akipatwa na misiba asiseme, yani, haya yametoka wapi? Au mimi nimetoka wapi? Huenda alipatwa na dhambi fulani tu. Na katika hili kuna yani, habari njema na onyo. Ikiwa tunajua kwamba maafa ya dunia ni adhabu kwa dhambi zetu Imepokewa kadhalika kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ma yusibu almu'min wasbi wala hammin wala huzni wala adha hatta shaukatin yusha, yushakuha illa kaffara illa kafara llahu biha min khatayahu, yani hakuna jambo linalompata mumin kutokana uh, na uchovu kutokana na wasiwasi kutokana na huzuni au kutokana na madhara, hata yani mchomo anaoupata kutokana na mwiba isipokuwa Allah subhanahu wataala yani humfutia baadhi ya, ya dhambi kwa ajili yake. Waqala sallallahu alayhi wasallam

Mumin ataendelea kupata dhiki katika familia yake, mali yake, watoto wake mpaka akutane na Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dhambi yoyote juu yake. Kwa hivyo, dada zangu katika imani, ikiwa mja yani, ana dhambi na hana chochote cha kufidia, Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa huzuni uh, au ugonjwa. Au, au maradhi. Katika hili kuna habari njema kwani uchungu wa saa ambao yani ni ulimwengu huu ni bora kuliko kustahamili uchungu wa milele motoni. Dada zangu katika imani, yaqulu ba'd salaf laula masaib ad-dunya la, la, yani, la, la waradna al-qiyamati maqalis yani, baadhi ya Waislamu wa mwanzo walisema, lau si misiba ya dunia tungelifika siku ya Kiyama bila pesa au bila chochote. Dada zangu katika imani, faida ya pili za maradhi katika Uislamu yani maradhi, yani inapelekea raha na furaha, yani atakayoipata mja muislamu huko, huko akhera yani ni mara nyingi kutokana na maradhi akiwa na maradhi duniani, yani raha na furaha atakayoipata mja ya muislamu huko akhera ni mara nyingi kutokana na maradhi haya ambayo kwamba ameyapata duniani. Dada zangu katika imani, kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir waqala aidhan tuhfatul mu'min lmumin al-maut rawahu eh, Ibn abi dunya bi sanad hasan yani, dunia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema dunia hii ni jela kwa waumini na ni pepo kwa kafiri. Pia alisema zawadi ya mu'min ni mauti. Imepokewa hadithi hii na Ibn Abi Al dunya kwa mlolongo mzuri wa upokezi. Dada zangu katika imani, iwapo mja amepatwa na maradhi au balaa na akamhimidi akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, yani atajengewa nyumba ya sifa peponi pamoja na malipo anayongojea. Uh, Atirmidhi amepokea kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu kwamba mlolongo, yani kwa mlolongo wa upokezi yani unaofuatiliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akisema yawaddu unasi yawma alqiyamati anna juludihim kanat tuqridhu bilmaqarid fi dunya lima yarauna min thawab ahli lbala, yani amesema Mtume saalah alih wa sallam, siku ya Kiyama baadhi ya watu watatamani lau ngozi zao zingekatwa kwa makasi katika dunia, kwa sababu ya yale, yani wanayoyaona malipo ya wale walio walion uh, yani, adhibiwa na maradhi duniani. Dada zangu katika imani Faida ya tatu za maradhi katika Uislamu ni kuwa Allah subhanahu wa taala humkurubisha mgonjwa. Huu ni ukaribu maalum, dada zangu katika imani. Anasema Allah subhanahu wa taala, mwanadamu, mtumishi wangu fulani alikuwa mgonjwa na hukumtembelea. Kama ungelimtembelea, ungenikuta mimi pamoja naye. Haya yamepokewa na Imamu Muslim kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu. Na kadhalika imepo, na, imepokewa katika riwaya nyingine, yani mimi nipo pamoja na wale ambao nyoyo zao zimevunjika. Dada zangu katika iman, faida ya ini za maradhi katika Uislamu ni kudhihirisha subra ya mja, kama ilivyosemwa kama si kwa ajili ya majaribio au kama si kwa ajili ya mtihani wema wa subra haunge haungelidhihirika. Kwa hivyo, dada zangu katika iman, ikipatikana subra wakati wa maradhi, basi kila kheri hupatikana nayo, na kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anajaribu subra ya mja na imani yake kwake ili amlipe malipo mema duniani na ahera. Anas bin Malik radiyallahu anhu amesema, inna adhmu ljaza min adhmu min lbala, yani ukubwa wa malipo unatokana na ukubwa wa mitihani wa mitihani. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiwapenda wa, watu huwapa mitihani na, ka, na katika riwaya nyingine iliyopokewa na At-Tirmidhi, yani, yani anasema waman Uh, jaz'in falahu aljaz'i, yani na mwenye kukosa subra basi ni juu yake kutokuwa na nini na subra. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akimpenda mja wake dada zake katika iman humzidishia huzuni na akimchukia mja hum, ha, yani humsahilishia maisha ya kidunia hasa akipuuza dini yake na mja akiwa na subra kwa iman na uthabiti, huandikiwa katika daftar la yani, huandikwa katika daftari la subra, na akimtukuza Allah subhanahu wataala na kumshukuru huandikwa katika daftari la wenye kushukuru. Na kwa hiyo Allah subhanahu wataala akimjalia mja subra na shukrani, basi kila anachomwandikia Allah subhanahu wataala ni khairi kwake. Imam Muslim radhiyallahu, Imam Muslim

Yani amesema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajabu ni jambo la muumini, kwani mambo yake yote ni mazuri, na haya hayapatikani kwa yeyote isipokuwa kwa muumini. Akipatwa na khair na akamshukuru Allah subhanahu wataala basi ana malipo, na akipatwa na msiba na akawa ni mwenye subra, ana malipo mema ya khair. Na kila maamuzi ya Allah subhanahu wataala yote ni, ni, ni khair kwa Mwislamu na katika riwaya ya Imam Ahmad falmu'min lmumin yujir bikulli amrihi, yani basi mu'min hulipwa kwa kila yani anachofanya. Ya Allah tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wakipewa hushukuru na wanapofanya dhambi huomba msamaha na wanapojaribiwa husubiri. Ya Allah uh, dada zangu katika imani Faida ya tano za maradhi katika Uislamu ni kwamba utimilifu wa neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya mja wake ni kumteremshia maradhi na dhiki ambayo inamlazimu kuogopa, yani mpaka yani, amwe, am, uh, yani amwelekeze katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ili amtakis, amtakasie dini yake. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an surat

huwa na dua ndefu ndefu tu. Kwa hiyo dada zangu katika imani, mja hupata unyenyekevu, uaminifu na dua ya yakini kutoka kwa imani, na humzidishie imani na kutubia. Ladha yake ni nini? E, yani na kumzidishia imani na kutubia, ladha yake ni kubwa kuliko kuondokewa na maradhi yule, dada zangu katika imani Yani, yale yanayopatikana kwa watu wasio yani, mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, walio na ikhlas katika dini yao, wanaosubiri kwa yale yani yanayowasibu, na hawapendi kuwategemea wachawi wala waganga ni makubwa zaidi kama ilivyotokea kwa nabii Ayub alayhi ssalam, alipomlilia mola wake mlezi kama ilivyokuja katika Quran sura Alambiya aya ya thamanini na tatu wa ayuba id nada rabbahu anni massani ydhuru waanta arhamu rrahimin. Na Ayub alipomlilia mola wake mlezi akasema, mimi yamenipata madhara na wewe ndiye unaye yani rehemu kuliko wote wanaorehemu. Dada zangu katika iman Tufikirie mateso makubwa ya nabii Ayubu alayhi salam, kwani alipoteza mali yake yote na familia yake na mwili wake wote ukawa mgonjwa mpaka hakuna kilichobaki isipokuwa ulimi wake na moyo wake. Licha ukubwa wa mateso haya, alikuwa akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kumtukuza kwa kumtakasia dini yake na kuridhika na hali aliyokuwa nayo, kwa sababu alijua kwamba mambo yote yalikuwa ya wa mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hakulalamikia maumivu ya maradhi yake kwa yeyote, kisha akamwomba Mola wake mlezi kwa maneno ya kweli akasema nabi Ayub, Ayub, Ayub alayhi salam inni massani yadhur wa anta arhamur rahimin, ewe Mola wangu, hakika mimi yamenipata maradhi na wewe ndiye una kuliko yani, wote wanao rehemu. Basi Allah subhanahu wataala akamwondolea dhiki yake na akamsifu, akamsifu kwa kusema Allah subhanahu wataala akamsifu Nabii Ayub kwa kusema hakika, tulimkuta mvumilivu mja mwema, hakika yeye alikuwa ni mwenye kurudi nyuma kwa Allah subhanahu wataala. Dada zangu katika imani, faida ya sita ya maradhi katika uislamu ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala humuondolea mja kiburi na majivuno, kwani ikiwa hali zote za mja zingeendelea, ange yani, angevuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, angekuwa dhalimu na kusahau mwanzo wake na mwisho wake, yani kusahau alivyozaliwa au kuzaliwa kwake na mauti yake. Hata hivyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa maradhi na bala na maradhi mengi inayotokana na maradhi na na, yani, na madhara mengi inayotokana na maradhi hayo. Kwa hiyo inam yani inamfanya kuwa mgonjwa yani, kinyume na mapenzi yake na kufa kinyume na mapenzi yake, anakuwa hana uwezo juu ya manufaa wala madhara Wala, kifo, wala uhai wala ufufuo kwa ajili yake yeye mwenyewe. Wakati mwingine, dada zangu katika imani, anatamani kujua kitu lakini hana uwezo wa kujua. Anataka yani, kukumbuka kitu lakini hana uwezo huo, anakisahau kwa ufupi. Yani, anakuwa hana amani wala usalama wakati wowote ule wa usiku au mchana, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamnyang'anya yani, akamnya yote pale, yani anapokuwa mgonjwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akamnyang'anya yote aliyompa kwa neema zake, kama ule kama nini kama vile akili, kuona, kusikia, au kum kumnyang'anya kila anachokitamani katika dunia hii. Hivyo hawezi kujitawa, yani hawezi kujitawala nafsi yake wala kutawala milki ya wengine katika hali hiyo ya maradhi, ni vipi anaweza kuwa na kiburi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake na hali alikuwa akifanya hayo akiwa na afya kwa ujinga wake tu? Na ikiwa mtu yuko katika hali kama hiyo, dada zake katika imani, jeuri yake na majivuno yake anapata kutoka wapi? Lakini kama inavyosemwa, mwenye kufru zaidi katika watu na neema za Allah subhanahu wataala ni maskini ambaye Allah subhanahu wataala amemtajirisha. Hii yani ni tabia ya watu wa chini wakati pua zao zimeinuliwa juu. Kwa hivyo Allah subhanahu wataala anamteremshia mja maradhi na dhiki, ili kumvunja moyo. Ikiwa ni mumin na moyo wake yani umevunjika bas, <coughs> Mgonjwa atapata nini? Faida hii ambayo ni kuvunjika moyo na unyenyekevu katika nafsi, na anakuwa karibu sana na Allah subhanahu wa taala katika hali zote za maradhi yake, na hii ndiyo faida kubwa zaidi. Anasema Allah subhanahu wa taala, mimi niko pamoja na wale ambao nyoyo zao zimevunjika. Na dada zangu katika iman, katika Ka, yani, katika hali hii ndiyo siri ya kujibu dua ya watu watatu Allah subhana. Mtu wa kwanza ambayo kwamba kwa amba Allah hujibu dua yake yani huitikia dua yake ni dua ya aliyedhulumiwa, pili ni dua ya msafiri, tatu ni dua ya mfungaji, na hii ni kutokana na kuvunjika kwa moyo wa kila mmoja wao. Kwa mfano, dada zangu katika imani, kwanza kabisa kufarikiana kwa yule eh, eh, kwa yule msafiri ni vipi yani, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, uh, ni vipi yani, huvunjika moyo wake, na Allah subhanahu wa ta'ala utakabalia dua yake. Kwa mfano yani, kufarikiana pale anaposafiri yani, kufarikiana na kuvunjika kwa msafiri ni miongoni mwa mambo ambayo mja hupata ndani yake, hupata ndani yake yani dhiki, kadhalika Uh, saumu huvunja dhiki ya nafsi na kuinyenyekea. Na tatu vivyo hivyo kwa mgonjwa na wanaodhulumiwa, Allah subhanahu wa ta'ala akim, eh, yani, akimtakia kheri mja humpa dawa ya dhiki ambayo humkinga na maradhi, yani humkinga na maradhi yanayo, yana, yana, yana, yana, mu, mu, muuma mja mpaka am, yani amsafishe na kuirejesha afya yake. Maradhi haya dada zangu katika imani ni kinga kwake, basi ametakasika yule ambaye ni mgonjwa na dhiki yake kwa baraka za Allah, subhana wa taala. Dada zangu katika imani, faida ya saba ya maradhi katika Uislamu ni kwamba mgonjwa yani ungoja kupata nafuu na ibada bora zaidi ni kusubiri nafuu, ambayo hufanya moyo wa mja ushikamane na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hili linadhihirika kwa watu ambao ni wagonjwa au wenye matatizo, hasa ikiwa mgonjwa anataka yani, anakata tamaa ya kupona kutokana na ya, na viumbe na akapoteza matumaini kwao na moyo wake ukashikamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, pale anaposema mgonjwa: E Mola, hakuna kinachobakia kwangu kutokana na maradhi haya isipokuwa wewe, basi atapona Allah Subhanahu wa Ta'ala akipenda. Na ni moja ya sababu kuu ya kutafuta m, yani mahitaji kwa kwa muumba wake pekee hata mitume, dada zangu katika iman, wanapokata tamaa na wakadhani kuwa yani, wame wamekanushwa huajia matumaini mema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah subhanahu wa Ta'ala anayathibitisha haya katika Quran sura Yusuf aya ya mia moja na kumi anasema na Allah subhanahu wa Ta'ala hatta idha staiasa ar-rusulu wa dhannu annahum kudhibuu ja'a ahum nasruna jahum nasruna fanunajjia man nashaa wala yuraddu basuna ani lqaumi lmujrimin, na hata mitume walipokata tamaa na wakaona kuwa wamekadhibishwa hapo ikawajia nusra yetu, wakaokolewa tuka, yani tuwatakao, na adhabu yetu Haito waacha kaumu ya wakosefu. Dada zangu katika iman, takomea hapo kwa leo na taendelea na sehemu ya pili ya faida uh, faida ya maradhi katika Uislamu. Shukran jazila wa barakallahu fikum.